Mm -hmm. Uh, basi enda mta kuu wa hospitali hii na uh, mkurugenzi wetu wa huduma za jamii na uh, wadaktari wote na watumishi wote na uh, chaplin wetu wa hospitali atibu uh, afya na wengine. Tunamshukuru Mungu sana kwa neema yake kupata vifaa hivi katika hospitali yetu na kipekee kupata wenzetu wa GIZ. GIZ ni uh, maneno ya Kijerumani für Internationale Zusammenarbeit ni taasisi ya huduma za kimataifa za kufanya kazi kwa pamoja Zusammenarbeit. Kwayo tunapenda kushukuru kupitia taasisi hii, tumepata vifaa hivi ambavyo kwa neema ya Mungu tunavikabidhi kwenu, daktari, mweza kuvitumia vizuri kwa kuleta ufanisi kwa wagonjwa na watumiaji wote wa hospitali yetu hii na kwa njia hii hospitali yetu inaendelea kukua kwa kuwa inapata vifaa vizuri e, vipya ambavyo vinaweza kutumika kwa haraka kutibu watu wa Mungu katika jamii yetu inayotuzunguka na Yesu Kristo amesema katika neno lake kwamba kila kitu e, hutakasika kwa neno la Mungu na kwa sala, na hivyo sisi tunaposimama mahali hapa tunamitakasa vyombo hivi kwa neno lake na kwa maombi tunayo. Mahali hapa tutulie na kuomba. Mtakatifu Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako pekee, kwa ajili ya watoto wako mbalimbali ambao wanajitoa kushukuru. Taasisi ya GIZ ambayo imesaidia kupata vifaa hivi kwa hospitali yetu ya Bumbuli, endelee kuwabariki hata vile vifaa vingine ambavyo wameahidi kutuletea tukaendelea kupatikana, lakini hata vile ambavyo tumepata kupitia mwenzetu wa Maruru Company ukushirikiana na ofisi yetu ya Dayosisi, tuendelee kubariki na vingine vitakavyokuja kwa ajili ya kazi yako. Na sasa sisi tunaweka wakfu kama ulivyotuagiza, ukatumike katika kazi yako. Uwepo wako uwe katikati yetu, jina lako litukuzwe. Amen, amen. Basi tunapovishika vifaa hivi, tunaweka wakfu kwa niaba ya vifaa vingine katika hospitali hii katika jina lako Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushirikiane neema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ukarimu sote sasa na hata milele. Amen. Sante. Watu na kabili vifaa hivi kwa ajili ya kazi ya Mungu katika hospitali hii ili endelee kufanya kazi yake. Sasa, Bwana asifiwe sana. Amen. Asante.